Serikali imeendelea na msimamo wa kutozihuisha leseni hizi mpaka mambo yafuatayo yafanyike kwa mujibu wa taratibu. Cha kwanza tumekubaliana ndani ya kipindi cha siku thelathini kuanzia tarehe nane ya Jumanne mpaka tarehe saba ya mwezi wa tano iwasilishwe kwangu taarifa ya kifedha na ya kiufundi kama sheria inavyoelekeza ya uendeshaji wa mgodi huo. Ndani ya siku 30, taarifa ile inatakiwa iwasilishwe mezani kwangu, ambayo itaonyesha uwezo wa kifedha na uwezo wa kiufundi wa kuendesha mgodi mkubwa wa leseni ya kati kama wa Magambazi, ambapo sheria inataka yule ambaye anaendesha mgodi huu lazima athibitishe, lazima athibitishe uwepo wa kiasi cha fedha cha Kitanzania kwa mujibu wa maandiko ya mradi zaidi ya bilioni 30. lazima hiyo ionekane kwenye vitabu na iwasilishwe wizarani kama ni fedha ya kuendesha mgodi huo. Nataka <coughs> tuzalishe, wafanyakazi tunao, nataka hatuzalishi kwa sababu tunasubiri mine plan approved, tuka mine plan ikawa approved baada kukaa na pressure kidogo, kutusaidia tukasaidia, na serikali katusaidia, tukapata mine plan, tukaanza kazi, kaingia mvua mvua na nini, vitu gani vitugai, lakini tumehangaika sana.